Tumekuja kukupa pole sana e. Kwa kweli tulipata hizo taarifa za msiba wa binti yetu Sifa. Sifa alikuwa ni mtu wa watu e, hekima na busara nafikiri alizozipata kutoka kwa baba yake mchungaji, kwa kweli zilimfanya aishi vizuri sana na jamii. Poleni sana, tulishindwa kufika Bukoba kwa sababu ya hali zetu za uchumi, lakini kiukweli tulitamani sana kushiriki pamoja nanyi lakini hatukuweza kwa sababu ya hali ya kiuchumi, ila tunawapa pole sana. Mtufikishie salamu pia kwa wazazi wake na Sifa. Tunawaomba waishi vile ambavyo Sifa alikuwa anaishi na vile ambavyo alikuwa anapenda. Tunawaomba sana na tunawashukuru pia. Tufikishie salamu kwa Silesile kama tunashukuru aendelee kulea vijana katika njia hiyo iliyo sahihi wamjue Mungu, mm -hmm, na kupenda kuishi na jamii vizuri kama Sifa alivyokuwa. Na washukuru sana, asanteni sana, poleni sana. Basi. Sana, sana, sana sana, kwa mioyo yenu ya dhati na upendo wenu wa dhati, kutupenda na kupenda moyo wa Sifa na umeongea maneno ya hekima na ya busara hapa kwamba ule moyo unajengwa, ni kweli e, Mungu awabariki sana watu wa Mantengule. Nami naomba nifikisheni taarifa kwa watu wote, kama mnavyojua mazingira yangu sio rahisi sana. Mimi nawashukuru sana, pole sana, pole sana. Mungu aendelee kuwachu asanteni sana, sana. sana. majirani naamini kabisa kwamba eh, mimi mazingira ya kunipata si rahisi, lakini hata hiyo njia iliyotumia inatosha kabisa kumwona mama, sehemu ambayo wanafanyia kazi wali na Sifa alikuwa wakifanyia hapo kazi kwa sehemu kubwa. Mm, asanteni sana e, na asanteni kwa kutambua pia kwamba tunachokifanya kina impact ya moja kwa moja kwenye jamii. Tunatengeneza namna yetu. Mpaka mmeniita mchungaji, inawezekana uchungaji wangu mnautambua kwamba natengeneza, na tengeneza watoto, vijana, watu watakaoifaa jamii. Ni kweli wapo ambao ukiwa na moyo wa huruma na kuhangaika na kilio, mateso ya mtu mwingine wanaita kamdomo na sasa hivi ndio ambao wamekuwa na mamlaka, yani wale ambao hawapendi upinge ubaya ndio wamekuwa na mamlaka katika maeneo fulani. Na e, chochote utakachokuwa na huruma yoyote utakayokuwa unaonyesha CCM, kasema, kada, hivyo, e, anasema na huruma yoyote utakayokuwa naonyesha wanaita kamdomo. Kada mmoja wa CCM kasema, si ni kada si kaandika hivyo, lakini hawamshughuliki. Anasema alikuwa na kamdomo sana sifa kwa kwa hiyo amewaishwa akaliwe na nafunza akasema, bado mmoja hajaainisha nane lakini ni akaunti ambayo imo eh, nadhani mamlaka kadha wakazi zinaona inawezekana, watu kama hawa zinaona ndio wanaotakiwa, ndio wanaotakiwa, ndio, ndio, ndio, ndio, wanaotakiwa kuishi. Anafanya kazi nzuri, mtu anaandika kitu cha aina hii na pengine kauli kama hizi zinahusisha moja kwa moja na utaratibu unaoweza ukawa umetumika, sifa akawa ameondoka mapema hivi. Lakini tuseme nini? Tunapokea pengine majirani, kwa usifahamu, hawa ni wale ambao e, ukisikia wa Mwantengule, huu ndio mtaa tuliopo sisi Mwantengule, kwa ndio maana hata ukitaka upitishie propaganda ovu kwenye mtaa tulipo sisi, naamini huyo tu atakayejitokeza kusimama kama shahidi wa kusimamia hiyo propaganda atajitengenezea uadui mkubwa na jamii iliyoko hapa, kwa sababu nafahamu tunavyojua, tunavyo imani ni kuifaa jamii, ni kufanya mambo ambayo kwa sehemu kubwa jamii itapunguziwa mzigo, e, kupinga maovu, lakini na wewe kutoshiriki kwenye maovu. Zai kinyume chake ni kuwa mwema, kuhamasisha mema na kutenda mema. Najua katika wakati huu ni uadui mkubwa sana kuwa mwema, kwa matendo, kwa kinywa, kwa maneno hii sawa, lakini kwa matendo sasa hivi imedhaniwa, imesemekana ya kwamba ni kujitafutia kifo, ni kamdomo kuwa mwema kwa matendo. It's okay. Jambo inaloniumiza sana, asanteni, pamoja na kushukuru, lakini asanteni, niseme jambo inaloniumiza ni kwamba uh, pongezi za mimi kulea watoto katika maadili nazipokea, lakini nazipokea kwa maumivu makali, kwa sababu moyo wangu usingetamani kulea watoto watakaopotea mapema hivi. Yani wawe na madi na maadili yao wema wao utengeneze mazingira ya mashetani na mavampire kuona kuishi kwa muda mrefu kwa mtu huyu mwema ni tatizo, na wakafanikiwa adhma yao ya kumtesa kwa sura ambayo Sifa ameteswa na hatimaye kumwondoa kwa ukatili kwa namna ambavyo Sifa kaondolewa kwa ukatili na mavampaya, mavampaya au mashetani ambao kwa kwetu kwa Afrika ni hewa na giza na maji baharini, lakini kwa wenzetu wazungu mavampaya, mashetani ni wanadamu wanaoamua kufanya wanaofanya makosa kwa makusudi ama kwa kile watakachoita kwa kutukusudia e ningetamani imani yangu na uhubiri wangu uvuke kutoka kwenye kusifiwa kutengeneza watu wenye sifa njema katika jamii, lakini wanaoweza kufikiwa kirahisi na mashetani kwa shura kama hii. Natamani sana wakati fulani hawa watoto walioumizwa hivi na mavampaya na mashetani hawa, sijajua ntaendelea kupokea pole. Nimekuwa mtu wa kupokea pole na <clears throat> hali ilivyo kinacho ni face nadhani, yaani nimeshaongea sana huko nyuma, wengi mlikuwa mwelea, lakini kinacho ni face ni kama nina wakati mwingi sana wa kupokea pole za aina hii, kwa sababu ya process kadha wa kadha ambazo nimeziona kwenye miili ya watu kadha wa kadha. Ni aibu mno, ni uchungu mno, ni maumivu mno ni kitu ambacho katu mwingine hata imani inapata ukakashi. Kwa Mungu gani wa aina hii atakayewaweka kuwa kondoo, kuwakondoa kuchinjwa, mbao kila mamlaka ya kishetani inayopanga kuwafikia inawafikia na kutimiza adhima yao. Kifumbi ni kwamba msidhani tunaweza tukaokoka kuliko Bibilia panauma sana na inachanganya sana na hatumchi Mungu ili tukutwe tu, tu, na haya kirahisi, panauma sana lakini watu wa Bibilia iliporuhusiwa kwamba mamlaka fulani iliyojipambanua kwamba itakomesha wema duniani wauawe, waliuawa, waliteswa, walipotezwa idadi kubwa sana ya watu wote tunaosoma kwenye Biblia sehemu kubwa, asilimia kubwa hasa Agano Jipya, waliuawa na watu kwa njia mbalimbali, zingine hata watu hawakujua ni watu wamehusika kuwaondoa watu hao. Sasa pengine ajabu tu ni kile ambacho kiliandikwa kwenye Biblia kwamba na wengine tutakaofuata baadaye, tunaweza tukaja kuingia kwenye namna hiyo ya kupotezwa na mavampaya, kupotezwa, kuuawa na mashetani Lakini inauma sana, ni ajabu sana kweli. Pongezi, sifa za mimi kuwa mchungaji ambaye the end of the day nabadilisha kweli tabia za watu, wanakuwa wema, wanakuwa na huruma, wanasimama katika nafasi ya ubinadamu, lakini wanaweza kupotezwa kiwepesi hivi, kwa uchungu hivi, inauma sana. Na lakini nifanyeje? Inawezekana niwahi kutamani kuwa kwenye top 20 moja, 20 bora wanadamu tangu kuwepo duniani, kuwepo dunia. Lakini sehemu kubwa ukisoma, watu wameingia kwenye rekodi bora kwa sababu waliumizwa sana waliteswa sana, waliingia kwenye rekodi ya mashindano ya kuteswa kuumizwa, ambayo hai ukisoma mwingine haumwoni. Mimi nikiangalia na watu wengine, sasa wameanza kuona ni kama naingia kwenye rekodi ya moja ya mhubiri kupata kutokea katika nchi ya Tanzania ama Afrika ama duniani kwa sasa aliyewahi kuteswa kupitia mateso makali kwa sababu ya wema wake, ama kuhamasisha haki katika jamii. Na mimi wanasema eti wote mnao tujua, kwamba hivi tunavyofanya ndio hekima, ndio haki, ndio neno la Mungu, anasema wote nyie ni machizi na wale ambao wanatutumisha kusema ndiyo wako rohoni, ndio watakatifu ni wakati. Lakini asanteni sana kwa pongezi zenu, asanteni sana lakini Ajabu sana. Asante kwa kunisikiliza. Ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, ni mtu aliyetoka kumhifadhi sifa Bushanga, Rukaragwe. Chabarisa Nyamitoko anasema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake, eli ya mtu atakayeteswa, atakayefungwa atakayeuawa ama fae katika Bwana tangu sasa apate pumzika mara baada ya tabia yake. Tazama, Mungu mwenye haki yuko karibu kuja. Hii ni maana ya neno mara na